Yes bana, tupo kikangoni bado, ni boko chama, tuko na mashabiki, tukizungumzia tarehe 15 mwezi wa sita 2025, dabi ya Kariakoo inakuwaje mzee wangu? Ah fresh kama kawa. Kama kawa. Ah, tarehe kumi na tano tunasubiria kandanda safi, watani wa jadi hivi. Wananchi wanasema hawachezi, si tunataka tuone burudani. Mzee, vipi hapo? Ah, mimi labda tu nikwambie kitu kimoja, ndugu mwandishi, huu mpira wetu wa Bongo, tatizo sio vilabu, tatizo chama cha mpira ndio kidogo kina shida, kwa sababu hii dabi ilitakiwa ucheze tarehe nane, lakini tarehe nane dabi haikuchezwa kwa sababu ya matatizo na mapungufu ya TFF na bodi ya ligi. Kwa sababu ilitangazwa dabi ya tarehe nane mwezi mzima, kila mmoja aliingia chaka, Simba aliingia chaka, Yanga aliingia chaka wananchi wapenda soka tukaaminishiwa kwamba tarehe nane dabi ipo. Mimi mwenyewe ni muanga, nimekata tiketi nikiamini kwamba dabi siku hiyo ipo. Dabi inakuja kubadilishwa saa nane, tupo katika TV tunaona kwamba dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba Sports Club, dabi hiyo imeahirishwa. Sababu ni nini? Sababu inasemekana kwamba Yanga waliwazuia Simba kwenda kufanya mazoezi katika uwanja ambao wategemea wachezee nini, wachezee mechi Tukirudi katika kanuni, hakuna kanuni sehemu yote inayoonyesha kwamba mgeni ukizuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja unategemea kufanyia mechi, basi wewe una kila sababu ya kutokuleta timu. Hiyo haipo duniani kote, lakini kutokana na mapenzi ya dhati ya TFF na bodi ya ligi wakawapa feva Simba. Baada ya Simba kuchungulia, wakaona kwamba ile mechi wanakufa zaidi ya goli tano, wakapata sababu ya kuona kwamba kwa sababu kwa sababu Yanga wametuzuia tusifanye mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa na ndio uwanja ambao tunaotegemea kuchezea mechi sisi, tumepata sababu atupeleke timu labda. Ndugu mwandishi, mimi nikukumbushe, mimi kwa umri wangu sasa hivi sijawahi kuona Simba na Yanga katika dabi yani, uwanja ule ule Simba au Yanga kinakufanya mazoezi kabla ya siku moja ya mchezo. mimi ninavyojua mimi yani, kama dabi ya Simba na Yanga, Simba anakwenda Zanzibar, Yanga nakwenda Bagamoyo, wanakutana siku ya gemu kwenye pichi lakini Simba walichungulia wakaona kwamba hii mechi tunakufa, kwa sababu mechi ya kwanza tumepiga goli moja, anapiga fao anapiga fao kaus chora chora chama kama anakwenda kuchukua mpira kwenye yengo anarudisha ndani Max Zengeli kutoka Kongo hapo Kivu akaweka ndani kijili kwenda kugusa ule mpira akaisindikiza ndani, tukamua goli moja bila. Wakamlaumu sana alajiga alajiga, ni refalia ambaye mwenye beji ya FIFA, lakini tukasema kwamba hii imekwisha. Sasa hata hii walichungulia wakaona kabisa kwamba game hii, hii ni ngumu Simba, si atotoki. Wakapata upenyo kidogo kwamba Yanga tumewazuia wasifanye mazoezi hawezi kuleta timu. Lakini ndugu mwandishi, Simba swala kuzuia kutofanya mazoezi sio kwa Mkapa tu, walikwenda kule mechi na Pamba ikawa hivyo hivyo. Wakaenda mechi na Kagera, taa zilizimwa za uwanja wa Kagera, mpaka mabasi ya Simba kwa, wanamulika nini uwanja kwa taa za gari wanafanya mazoezi, lakini uasia kwamba Simba wamegoma why this game waseme kwamba kwa sababu tumezoea kufanya mazoezi basi hatuwezi kuleta timu, lakini yote ni uzembe na mapungufu ya TFF pamoja na bodi ya ligi. Labda nikukumbushe ukitaka kuamini mimi ni mwandishi wa habari kwamba ninachokiongea ndicho kilipo. Tuangalie hata mwenendo mzima wa Simba Sports Club sasa hivi, anayeongoza top scorer katika ligi yetu ya NBC ni Chauza Hawa. Tukiangalia magoli yake anayoyapata, asilimia kubwa mipira ya kufa ambayo ni penalty ndio mimbema mpaka sasa hivi, lakini sio mpira. Magoli ya wachozawao sio yale magoli ya kwamba ile nipe nipe nikupe aweke kamba magoli hayo ana. Sasa hii inatupa taswira kabisa kwamba hii ya dabi ya Yanga na Simba ya tarehe kumi na tano haitokuwepo kwa sababu ya kwanza, tarehe tarehe nane ilishindikana nini, dabi haikuchezwa sababu ilikuwa ni nini? Mpira wetu unaendeshwa na kanuni na sheria kuna kanuni ambayo inaandaliwa na TFF na bodi ya ligi. Kuna sheria ya mpira wa miguu ambayo imeandaliwa na nani? Na FIFA, lakini si mpira wetu hapa unaendeshwa na vitu viwili, kanuni na sheria. Lakini kwa hapa kwa hili, kanuni itakiwa isimame kwa sababu sheria ilisimama vizuri tu, ila kanuni hii kama imepindishwa. Haiwezekani mtu anakuandikia barua bana, mimi siwezi kuleta me, timu kwa sababu nimezuliwa nisifanye mazoezi. Wewe bodi ya ligi ya unajua kanuni zinasemaje, unamruhusu mtu kwamba okay, usilete timu na kweli mtu alete timu ufikirii kwamba kuna watu wametoka mikoani, wamelipia magesti, watu wamekata tiketi, dabi imetangazwa mwezi mzima. Mpaka siku ya mchezo Mguto anaulizwa, bwana, mechi ipo? Anasema mechi ipo. Saa mbili milango imefunguliwa, uwanja wa Taifa, watu wanaanza kuingia, gari zinatoka Arusha, zinatoka Tanga, zinatoka Moshi, zinapita, watu wanawahi kwenye gemu. Saa nane kweli unailisha mechi kwa kanuni ipi? Kwa hiyo mimi mwandishi wa habari, na ndio maana Yanga mpaka sasa hivi sisi tunasema kabisa kwamba hatuwezi kucheza dabi ya tarehe kumi na tano. Kilichosababisha wao tarehe nane wasije basi, hicho hicho ndio kinachosababisha tarehe kumi na tano kuitika mwaliko, nchi ya nchi nchi, nchi, nchi, nchi jirani tukaishikilia idabi ambayo kuna wapuuzi wachache tu kwa masilahi yao, na ndio maana mpaka sasa hivi, sasa washajua kwamba alishakuang'anya mmoja mmoja, jua ajitosa nungwi. Leo kama mwandishi bado utaka kujua ile bodi ya ligi leo kuna watu wameteuliwa bodi ya ligi ya mpito. Wapo kina Asali, wapo, wapo kina Asali Machikwa, chik, Chikwale, wapo kina Tunu Shenkoma, ndio sasa wameshikilia sasa hivi ukanda ili wakiendesha hii bodi ya ligi katika hizo michezo ambayo imebakia. Nafikiri kila timu sasa hivi kama mechi mbili mbili, itakapokuwa imekwisha hii ligi sasa ndio tuna wakae chini sasa wajaribu kudiscuss kwamba jinsi gani ya kufanya kuipata bodi bodi ya ligi ambayo ilikuwa ipo straight ili kusimamia mpira wetu wa miguu hapa Tanzania. Lakini kwa kwa bodi ya ligi hii TFF hii haisai, kutakuwa na shida na sisi. Msimamo wetu Yanga kwamba sisi tarehe kumi na tano hatuitambui. Sisi tunatambua tarehe kumi na tano tuna mwaliko, tumeitwa sehemu kwenda kushuhudia kwenda kusherehekea kwenda kujiunga katika shughuli hii. Dabi ya huku kama TFF na Simba wanacheza, waache wakacheze, lakini kama Yanga tunacheza tarehe kumi na tano Si taratiba hiyo? Sisi hatuna tunaosha magari, tunapiga grisi, tunaweka mafuta tarehe kumi na tano. Sisi tunaondoka kwenda, si mwaliko ule ni mkubwa, ni heshima kubwa sana tuliyopata. Okay, sawa sanautsawa, umengamua, ume umeidadavua vizuri sana labda. Sasa uh, pale tunaenda tarehe nane hiyo hiyo sawa, eh? Dio. Kwa mfano ungekuwa mmoja kati ya viongozi wa bodi ya ligi, sawa, ili kusudi kuweza kuendeleza heshima ya mpira wetu iweze iweze kuepo na tunazidi kupanda ranks, ndio? Yes, kitu gani ambacho kilitakiwa kufanyika mapema sana ili kusudi ili doa lisingekuwepo mpaka sasa hivi sahivi? Yeah. swali so, zuri sana mwandishi. Kilichokuwa kinatakiwa kufanyika siku ya tarehe nane, kwa sababu mpira wetu hauendeshwi kwa siasa, mpira wetu unaendeshwa kwa kanuni na sheria. Baada ya Simba kuandika barua kwamba hatuwezi kucheza mchezo huo wa tarehe nane kwa sababu tumezuriwa kufanya mazoezi katika uwanja ambao tunategemea tucheze mechi yetu na Yanga Africa, ilitakia bodi ya ligi wasimame katika msimamo: Simba sikilizeni, anayewakatazeni msifanye mazoezi katika uwanja mtategemea kuutumia, kuna taratibu zake na kikubwa kinachofanyika pale ni kupigwa faini, lakini sio kubadilisha mchezo, kupokea mawazo ya timu ambayo imezuiliwa kufanya nini? Kufanya mazoezi. Kwa hiyo kitu kinatakiwa kufanyika, bodi ya ligi itakiwa wasimame kwenye msimamo. Kwa mabwana, mpira unaendeshwa kwa kanuni. Msipoleta timu, Simba atakaleta timu, anapata pointi tatu na magoli yake matatu. Mimi nakwambia walikuwa Simba walikuwa na boost, yaani Simba walikuwa wanaboost kwamba je, hii inakuaje? Na kwa sababu ndani kuna watu wetu kwa hiyo baada ya kujua kwamba mndani kuna watu wetu walivyokuwa wamebusti kweli, wakabustika. TFF ikabustika, bodi ligi ikabustika, na ndio maana mpaka sasa hivi wanashindwa kwamba washikie wapi. Wamesababisha hata wabunge wetu wa, wa, wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanashindwa kujadili maswala muhimu ndani ya bunge, wamesababisha wajadili swala la dabi ya Yanga na Simba, kwa sababu mpira unaunganisha watu wengi. Mule bungeni kuna watu wa Simba, kuna watu wa Yanga. Kutokana na hili wamechukua bunge haribuni nusu saa kujadili dabi hii. Wanamuuliza Wallace Karia. Tunaomba kwa sababu za msingi za kuahirisha mechi. Wallace Karia maskini ya Mungu, cha kujibu hana. Wewe mguto, sababu ilikuwa nini? Oh, cha kujibu hana. Anasema kwamba maamuzi haya yalitumika kwa busara. Mpira uendeshwe kwa busara, mpira uendeshwe kwa taratibu zake, kanuni na sheria. Mpira sio kikao cha familia kwamba tutumie busara kuuza kuuza mali ya familia au kuuza mali ya ulisi. No, huu ni hii ni football. Best, hii ni football. Kama ni football inaendeshwa kwa taratibu zake, sheria na kanuni. Ndio maana mpaka leo wala askari ana cha kujibu, nani huyo mguto ana cha kujibu. Nikukumbusha kitu kimoja, baada ya sisi Yanga kwenda kasi kwenda kupeleka malalamiko yetu kule kasi, wakatoa wa maelekezo kwamba Yanga mmekuja huku sawa, lakini si wakati wake ludini kule mkakae na chama cha mpira cha kwenu TFF, mjue tatizo liko wapi, mjadiliane, mkubaliane kwa, kwa Yanga Yanga, ya ya kufanya uchaguzi lc injinia makamu wa Rais Arafati hawana mamlaka ya kulazimisha dabi icheze, ikiwa sisi wanachama wa Dayanga Afrika dabi si hatuitaji lolote. Hii timu ni ya wanachama, itakiwa TFF na bodi ya ligi wawaite viongozi wa Dayanga Afrika, wakanao chini, wajadiliane wao wakubaliane na viongozi wa Simba, theni baada sasa ya hapo watowe tamko jamani, baada ya kukana viongozi wa Yanga na Simba. Tulichokubaliana ni moja ni mbili ni tatu tunatoa tarehe rasmi ya nini? Ya dabi. Tarehe kumi na tano. Kila mmoja angekuwa ipo fix, angekuwa kwamba hakuna shida. Lakini sasa TFF tumetoka kule baada tukae nao. Wao hawajataka kukana Yanga, zidi ipungui. Wanaingia vyumbani kwao wanakuja kutoka, anatoa tarehe ya dabi. Sasa kweli ndugu mwandishi kama wewe unafanyaje? Na ndio maana wale walitangaza tarehe ya dabi isimame hivyo hivyo. Kwa sababu tarehe sio kwamba inacheza tarehe ikifika timu ima zije, lakini sasa tarehe kumi na tano, si tuna mwaliko. Ukitaka kujua kama Yanga wana akili wameikataa dabi bado, kama wiki mbili au tatu tumetoa taarifa kabisa, tarehe kumi na tano sisi hatupo, tunasafiri tunakwenda kucheza mechi ya kirafiki. Kwa maana hiyo, wanachama wa Yanga, mashabiki wa Yanga Afrika tayari tumeshajua kwamba dabi haipo kwo mimi siwezi tiketi kwa ajili ya dabi tarehe 15 kwa sababu uongozi wangu amenika kitu bayana lakini simba wao mpaka asubuhi watu milango imefunguliwa na, wa, na watu wanaingia pale taifa unaa kuwailisha mchezo saa nane mchana ulio na wapi mchezo aishmasaa masaa mbili kigezo usala, mba, kulikona, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna ashiria ya uvunjifu wa amani sio kazi yako tff wapo watu wa kutoa ripoti kuhusu hilo kwamba jamani, kutokana na moja mbili tatu, mechi hapa haitokuwepo kwa sababu usalama ni mdogo. Japokuwa inasemekana kwamba mpira huwezi kuupeleka mahakamani, lakini kuna sehemu mpira huu unaweza kuupeleka mahakama ya makosa ya jinai, na mpira huu kuna kifungu kwamba utakiwa kupeleka mpira katika mahakama ya makosa ya jinai upeleke katika mahakama za mpira, lakini kumbele kuna kwenda kuna badilika sasa. Wao viongozi wa TFF kama wanakaa na kufikiria kwamba tarehe kumi na tano eti Yanga tusipopeleka timu basi Simba wampe pointi tatu na sisi Yanga tupoke tupo, tupo, tupo, tupokwe pointi, point, point, kumi na tano ili wanalidanganya, na ndo maana mpaka sasa hivi, ndugu mwandishi wa habari, hawa viongozi wa bodi ya ligi mmoja mmoja kashajua kwamba huu ni mtego. Tuliitwa sisi na Kabudi waziri wa michezo, walikuwa wamemficha ficha, akaita viongozi wa Yanga akaita viongozi wa Simba akaita viongozi wa TFF na viongozi wa bodi ya ligi, akaomba jamani, niombeni mnipe sababu hapa kuna shida gani? Viongozi wa Yanga wakamwambia Mheshimiwa Waziri, sisi si kwamba tumekurupuka, huu mpira unaendeshwa na kanuni. Kanuni nasema moja, mbili, tatu. Ndio Kabudi akapata kuamka, kwamba ah, kumbe, kumbe umpira una kanuni, kanuni ndio hii. Akajivua pale pale mzee wa watu, akasema kama ili swala, sasa mimi siwezi kufanya nini, kuliamua. Rudini tena katika chama chenu cha mpira, mkae chini, mkubaliane, mtoe majibu yalikuwa sahihi kwa, kwa wanachama na wapenda soka. Kabudi akawa amejivua ana akili nyingi sana ule mzee. Walitaka Simba wamuingize kwenye nini? Kwenye mtego. Lakini yote kwa yote ndugu mwandishi wa habari, Yanga tunajitambua. Yanga tupo vizuri. Tuna timu bora, tuna timu nzuri, tuna quality player. Ukitaka kujua kwamba tuna quality player, scout wa Yanga waoga bahatishi. Mchezaji akitoka ya pale Yanga ujue. Mfano nakupa sasa. Aziziki ujue, wiki inayokuja ujue. Anacheza anacheza ana, yupo kapeleka amekwenda pale Wydad. Wi, wi, wiki inayokuja anacheza kombe la dunia kwa ngazi ya nini ya vilabu Fiston Kala Mayele juzi tu hapo amechukua ufungaji bora kombe la shirikisho barani Afrika. Hiyo ni scout ya Yanga. Afrika hakuna kwa namjua mtu nani Fiston Mayele ati kitu limeona, kipindi kipo process, kimomozi akaja hapa akawatia Simba goli, akaenda kule akawatia Simba goli, akasinjinia, akapambana, akamleta yule kijana, tukakaa naye sasa. Basi mimi nizungumze kitu kimoja, si kwamba Simba tunawaogopa. Simba sio tuwaogope, tumeshawafunga mara nne mfululizo ni timu ambayo si kama mwembo wetu au mti wa mbilimbi upo uwani, unachagua tu nile mbichi au nileoiva. Kwa hiyo sisi Simba tuwaogopi, isipokuwa tunataka tuwete heshima ya mpira wa miguu. Na ndio maana sasa hivi Simba wamebusti nyaya ndani ya bodi ya ligi, Simba wamebusti nyaya ndani ya TFF, afunao wamekaa pembeni. Na ndio maana hata taidabi ujue Simba ongee chochote hii dabi, ndugu mwandishi wa habari, ukiwasikia mpaka sasa hivi simba hawaongei chochote, wamekaa kimya, wanasikilizia kwamba inakuaje wataleta au waleti, kwa sababu wanajua kwamba waliyemkanyagisha bodi ya ligi na TFF ndio yemwachia msala. sawa sawa bana, doa doa limekuwa ni kubwa zaidi na umeng'amua ume, ume vizuri sana ili doa linazidi kuwa pana. Sawa, tunamaliza swala so, la mwisho. hii ni dabi ya kumi na tatu inaahirishwa yes, katika sura tofauti tofauti tofauti unahisi labda Tanzania yetu inapaswa labda, ni kitu gani kiwezi kufanyika? Kwa sababu dabi hizi ni timu kubwa kongwe, si ndio? Eh, inaahirishwa inaahirishwa inaahirishwa mpaka mara kumi na tatu. Nini kifanyike ili kusudi ili swala lisi, lisiwezi kufanyaje lisiwezi kutokea ovyo. Okay. Mimi nashukuru swala lako mwandishi wa habari, na ndiyo maana mimi hapa nafuatilia sana swala la mpira Bongo mpaka Ulaya hapa. Kitu ambacho kinatakiwa kifanyike, haya makando makando yasije kutokea tena, tufate mfumo wa, wa Ulaya mathalani ligi ya Uingereza, ligi ya Hispania, ligi ya Ufaransa, kuna mtenganisho upo bodi ya ligi na chama cha mpira cha nchi ile, sawa? hawaingiliani hawa ingiliani. bodi ya ligi inakuwa na msimamo wake, wana kanuni zao, zile kanuni zao bodi ya ligi hawaziingiliani na kanuni za TFF. Raisi wa TFF anabakia kusimamia mpira tu, kama chama anasimamia championship, anasimamia ligi kuu, anasimamia na michezo mingine. Lakini bodi ya ligi inatakiwa kwamba isiingiliwe na watu kutoka TFF, wawe na maamuzi yao kama wao, bodi ya ligi ijitegemee, kama tunavyoona sisi mipira wenzetu kwa Ulaya, bodi ya ligi haiingiliani na chama cha mpira cha nchi ile. Lakini huu mwingiliano, maagizo anatoka ndani ya TFF waaskaria, anamwagiza mguto, mguto anapeleka kwa mtu wa chini yake, inakuwa cheni ni ile ile, nyooyo ni ile ile. Kwa maana hiyo, huyu mguto anakuwa na meno, utendaji wake wa kazi anaendeshwa na rais wa chama cha mpira. Lakini kwa wenzetu Ulaya, rais wa chama cha mpira hana mamlaka ya kumwamrisha mwenyekiti wa bodi ya ligi lakini sisi hapa tunachokifanya sasa, walaskari yeye ndio anateremsha ana, ana, oda mpaka huku chini, anachokiagiza ndicho hicho hicho. Hatuwezi kufika, ndo mwisho wa habari hapa. Cha kufanya bodi ya ligi jitegemee, iwe na meno yake, chama cha mpira kijitegemee, kiwe na meno yake. Haya yote hawezi kutokea kwa sababu, Simba katika kumbukumbu yangu, baada ya kuandika barua walipeleka bodi ya ligi kwamba si hatuchezi, mguto Kabla hajatoa maamuzi yoyote alimpiga simu walaskaria, bwana Simba ameleta barua, anasema moja mbili, tunafanyaje? walaskaria ndo akamwagiza Mguto, bwana, hiyo kama vipi tufanye ajua. Lakini kama mguto angepewa meno, Mguto anaakili timamu. Lakini Mguto hapa ameyumbishwa na walaskaria, na ndio maana walaskaria baada ya Yanga kutamka kwamba, bwana, ili sisi tunachokiomba bodi ya ligi jiuzuru, hakujibu Mguto, akajibu rais wa TFF, kama wao wanataka bodi ya ligi jiuzuru, basi waanze kujiuzuru wao. Wa kujuyua, hata nyinyi Ali waandishi wa habari mkitaka kujijua hata wale askari aliwaponda. Alisema waandishi wa habari wa mkoa wa Dar es Salaam hawaamini. Anaowaamini waandishi wa habari kutoka wapi? Kwao Tanga yeye ni rais wa TFF. Anaongea vitu kama hivyo. Wakati waandishi wa habari wote yeye ni wakwake wanapokuja ushirikiano lakini alishawabagua sasa. Hapo unajifunza unapata, una, una, una, kupata jibu kwamba kumbe hapa shida inakuwa kati ya bodi ya ligi na TFF, au wanaingiliana, lakini ungekuwa na mipaka, bodi ya ligi ifanye kazi yake mwenyewe, TFF isimamie tu sheria za mpira wa miguu, bodi ya ligi isimamie kanuni za, za, za, za, za nini za mpira wa miguu, yote asingetokea, ndugu mwandishi wa habari. Okay, sawa, mwisho kwa, kwa hiyo wa kutoka pale pale, ahadi ya kupeleka timu. Kwa hiyo na sisi Yanga Africa ni timu kubwa, ni timu kongwe, ina mashabiki wengi, tunapenda burudani. Mimi Yanga inapocheza yani kai zangu yote nasimamisha. Sasa ili tucheze, cha kwanza, cha kwanza bodi ya ligi naona kama wanaanza kutusikiliza, washaanza kuachia wengine ngazi. Mi nafikiri kwamba Mwenyezi Mungu wape moyo huo. Kingine, refari ambaye anaaminika hapa ni Alajiga, na ndio maana kutaka kuamini mechi ya kupata, kupata ku, ku, ku, ya, ya maamuzi kati ya Singida na Simba Sports Club alipewa la jiga. Mechi ya ligi Simba na Singida, alipewa uh, lc lc ni Simba, na ndio maana Simba alipata matokeo. Tumeangalia mpira, wapenda soka walisema kabisa kwamba hii Simba tumebebwa. Mtu anaangushwa pale, refari anakwambia hakuna penalty. Hii mechi ya fainali kati ya Singida na Simba alipewa mtu mwenye beji ya FIFA, tunamwamini katika nchi ambao Simba a wamkubali mama yako ameshakwambia huyu ndio baba yako, we mtoto anamkataa, basi mchague baba yako? Haiwezekani. Kwa hiyo Alajiga ndio refari ambaye tunamwamini, sio sisi tu wa Tanzania, mpaka Afrika kafu wenyewe wanamwamini Alajiga. Basi tumpate refari otherwise awe otherwise, Alajiga otherwise, tumpate refari kutoka nje ya nchi aje nini hiyo dabi, kwa sababu tukimpata refari mwingine. Nikwambia, nakupa siri moja mwandishi wa habari mpaka sisi tunakutana na Simba tutakuwa tumewazidi pointi moja, kwa sababu tayari tageti ya chama cha, chama, chama cha mpira, tageti ya bodi ya ligi mwaka ujao Simba anaandaliwa achukue ubingwa. Kwa maana kama tukikutana mechi ya mwisho tumewazidi pointi moja, mimi nakwambia, naongea hapa, aongea tumekaa, mwandishi wa habari, Simba atapewa ta penati apate matokeo ya mechi ili atangaze. Kwa nini kwa bingwa? Lakini kwa mpira, sisi Simba tuwezi lakini kwa sababu firigizo zinaonekana huku, tokea huku zinaonekana kwamba simba anaandaliwa kuchukua ndoo ya mwaka huu, kwa sababu Simba yanga akichukua inakuadifezia mara nne mfululizo, tunavunja rekodi, kwa hiyo